Kisha katueleza minha arba'atun hurum, katika hizo miezi kumi na miwili kuna miezi minne mitukufu na miongoni mwayo ni mwezi ambao kwamba inshallah tunaenda kuingiliwa nao baada ya siku moja, tunaenda kuingiliwa nao labda baada ya siku moja, Allah azza wa jalla akitujalia, ambao kwamba ni shahrullahi al-Muharram, mwezi ambao kwamba Allah azza wa jalla ameita ni mwezi wake, na Allah azza wa jalla akiita ni mwezi wake basi kwetu sisi wanadamu na waja wake Allah azawajal tunafaa kujikurubisha kwa Allah aza wajal kwa kufanya matendo mazuri ambayo kwamba inamridhisha Allah aza wajal. Tunafaa kuzidisha kufanya bidii katika kumridhisha Allah azawajal kwa sababu ni katika miezi mitukufu namna. Alhamdulillah, imesha ondoka miezi miwili ambazo zilikuwa zinafuatana baada ya siku moja ataondoka miezi miwili ambazo zilifuatana mwezi wa kwanza ikiwa ni mwezi wa Dhulqa'dah kisha ikafuatwa na Dhulhajj ama Dhulhijja ambayo kwamba leo hii ni tarehe 29, isha ingia kesho mchana itakuwa ni siku ya 29 na inshallah watu wataona mwezi, endapo ikionekana basi itakuwa imekamilika na itakuwa ni tarehe moja siku ya Jumua Allah aza wajal akijalia, ama ikiwa tutakamilisha thalathini itakuwa ni Jumaamosi, ndio siku ya kwanza ya mwezi wa Almuharram. Na inavyofahamika mwezi wa Muharam ndio mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, ni katika mwezi wa kwanza katika kalenda ya Uislamu. Na katika mwezi huo kuna fadhila nyingi ambazo kwamba Allah aza wajal ametujalia kama Waislamu, miongoni mwa Utukufu wa mwezi huo ni kuharamishwa watu kupigana, kuharamishwa watu kupigana, na vile vile kuna ubora katika mwezi huo kwa sababu alayhi salatu wasalam ametueleza ubora wake, ni afdalu siyam ba'da ramadhani ni shahru llahi almuharram. Yaani alayhi salatu wasalam ametueleza kwamba mwezi ambao kwamba ina ubora, kwa kufungwa baada ya mwezi wa ramadhani yaani kufanya ibada siyam ni mwezi wa Allah azza wa jalla amekwamba ni Muharram, hiyo ndio mwezi ambao kwamba ni bora zaidi kufunga kwake, ibada kufunga baada ya Ramadhan kwa inshallah. Vile vile yustahab, inapendeza, inapendekezwa muislamu aweze kukifirisha kufunga katika mwezi huo naam. Na vile vile katika mwezi huo kuna siku ya kumi, inshallah tutaelezea vile vile ubora wake naam. Na vile vile siku hiyo ilitokea tukio, inshallah bi idhnillah tutaweza kueleza katika zile durusi ambazo kwamba zinafuata na tutaeleza inshallah, siku yo ya kumi kunayo kitendo ambacho kwamba mtu akifanya basi itakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi zake. Naam, Allah azza wa jalla, tajalna min alladhina yastamiuna al-qawla fayattabiuna ahsanahu. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.